yule aliyefungwa aliyekwa gerezani ni yule ambaye umefungwa moyo wake kutokamana na taa ya Allah. Yaani, moyo wa mtu umefungwa kutokamana na taa ya Allahu jalla waala. Amezungumza maneno haya rahimahu llahu taala yiko gerezani, halafu kuna watu wanamkebehi kwa maneno kwa sababu amefungwa gerezani. Akasema mimi sijafungwa gerezani, aliyefungwa gerezani ni yule ambaye umefungwa moyo wake na taa ya Allah jalla waala, moyo wake haupendi kheri, al alkhali min taati Allah subhanahu wataala, yaani moyo wake ni mtupu katika taa ya Allah, hana chochote katika utiifu Allahu jalla waala. Kuanzia kwa kuamka kwake asubuhi, yeye ni kukimbilia na dunia tu, mchana wake, jioni yake, hana muda wa ibada, hana muda hata wa kuongeza maarifa katika katika dini yake. Na sisi pia tutambue miongoni mwa sehemu za kufilisika kwetu ipite siku wewe hujaongeza chochote katika elimu ya dini yako, wewe umefilisika. Yaani umeongeza kipato cha, cha maisha yako na familia yako, mmekula vizuri, lakini haujaongeza maarifa yoyote katika dini yako, umefilisika. Isipite siku hali ya kuwa hujaongeza chochote katika ilmu, ongeza chochote katika elimu, hata kama ni mudhakara, lakini kitu katika elimu umeongeza.

hata siku yako moja, tunaelewana uzuri hapo eh. Hata ile siku yako moja wewe, ikapita siku yako hiyo bila ya taa ya Allah, bila kujengezea kitu katika elimu, elewa ya kwamba wewe umefilisika, muflis. Yani hauna wakati wewe wa ibada. Kama una wakati wa ibada, hauna wakati na dini ya Allah, hauna wakati na kusoma dini ya Allah, wewe ni muflis, umefilisika. Wewe tunaelewana uzuri hapo. Sasa mtu anaambiwa la yardha li nafsi — asiridhie nafsi yake. Niliona nzuri hapo ma radhiyahu al muflisuna, yale ambayo wanayaridhia waliofilisika. Aliyefilisika anaridhia yeye ipite siku yake bila ibada, aliyefilisika anaridhia yeye ipite siku yake bila elimu, bila taa, anaridhia hilo. Yani hana kheri ambayo ameifanya katika siku, hata mpaka inafikia wakati wa kulala kwake. Hajitathmini yani mtu mpaka anafikia wakati analala, hatathmini, mimi siku yangu leo imeenda vipi? Kuna kheri gani nimeifanya? Kuna shari gani nimeifanya ambayo nitubie kwa Allah? Kheri gani leo hii nimeipunguza, jana sikuwa nayo? Au jana nilikuwa nayo, leo hii siko nayo? Mtu ajitathmini kabla ya kulala, yani kabla ya kulala unahitajika ujitathmini katika kheri na katika shari. Na katika shari, taka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kulala.

tubia kesho inshallah, nikiamka kwenye sala alfajiri pale nitaenda kumwelekea Allah, ya rabbi. Naam, akalala falam yastayqidhna, wala hakuamka tena. Hasa kabla ya kulala, hebu jitathmini siku yako ya leo. Hili zoezi tulifanya kila siku la kujitathmini, tusiridhia wale ambao wanaridhia wale waliofilisika. Wakilala wao le daftari langu la hesabu liko wapi lile? Anakaa leo, imeingia hivi, wewe fanya biashara uzuri, bwana ana mipango tu ya biashara na fedha. Akishamaliza hapo, basi amefunga madaftari haya, wale uko wapi? Amekula chakula cha usiku, amemaliza kula, basi analala. Ameamka asubuhi, anasikia adhana, hana wakati wa kusali kumwelekea Allahu jalla wa ala, huyo mbio tu na dunia yake. Vipi utasali? Wapi ntasali? hata njiani si, Allah si, si ipo sunna ya kusali njiani ipo, sio yani? wakati na mola wake mlezi anaofanya haraka haraka

mnamfahamu ni nani aliyefilisika? Qalu, wakasema almuflisu fina aliyefilisika kati yetu sisi. Man la dirham lahu wala mataa, ni yule ambaye hana pesa, hana dirham. Dirham ni pesa, pesa za Kiarabu. Sababu wala mataa, wala hana sehemu yoyote ile katika mambo ya kidunia. Yani huyu ni aliyefilisika, yaani mtu hana hela

ni mtu ambaye anatusi watu, anatukana watu, anakula mali ambazo si halali yake, anamwaga damu za watu, anawapiga watu. fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, basi yale mabaya aliyowafanyia watu yatachukuliwa, mazuri yake watapewa wale watu na madhambi yao atapewa yeye. Sawa eh? ubaya wa mtu muflis. Tunaelewana vizuri? kwa hiyo hata hizo sala zetu, si mtu akawa ni sunniyun salafiyun asighurike na hayo, yakamfanya amfanyie mtu mwenzake anavotaka, yakamfanya amfanyie mama yake anavyotaka, mke wake anavyotaka. Yani usijighuri kwa sababu ni salafi au ni mwanamume, ukamfanyia mke unavojisikia kumfanyia. Moja katika wanachuoni hadithi ya

Ni mtu gani ambaye yuko karibu na mwanamme? Ni mke wake, si ndio? Hivyo sio, haiwezekana. Mama wake yuko mkoa mwingine kabisa, lakini alikuwa karibu yake ni nani? Ni mkewe. La tuudhi, usimuudhi mkeo. La tuudhiha, usimuudhi mkeo. Ikiwa kweli unamwamini Allahu jalla waala na unaamini siku ya mwisho kwamba watakuja kusimamishwa na Allahu jalla waala usimuudhi mkeo, kwa sababu ndiye jirani wako wa mwanzo aliyekuwa karibu yako. La tuudhiha usimuudhi katika yale ambayo unajua, hili hakuna haja jamii kumuudhi mke wangu alafu ukamuudhi. Ittaqu llaha fi nnisa, mwogopeni Allahu jalla wa ala kwa wake zenu. Mwogopeni Allahu jalla wa ala, msiwafanye tu mnavyojisikia wake zenu.